Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu ni jibu swali la Mheshimiwa Sylvestry Francis Koka mbunge wa Kibaha Mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mwezi Julai mwaka 2022 Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa iliunda kamati maalum kuchambua na kutoa ushauri kuhusu hatma ya askari waliopigana vita kuu ya pili ya dunia mwaka 1939 mpaka mwaka 1945 na pia kuhusu mali za chama cha Tanzania Legends Club. Mheshimiwa Naibu Spika, tathmini tathmini hiyo ilibaini kuwa askari waliopigana vita kuu ya dunia walikuwa 737 na kati yao 57 wako hai na 680 wamekwisha fariki. Tathmini ilionyesha pia kuwa zinazo mali zenye thamani ya shilingi bilioni 37 milioni 336 na laki tatu na ishirini na tatu na arobaini na nane. Hata hivyo, baadhi ya mali hizo zina madeni na zingine ziko chini ya usimamizi au umiliki wa taasisi nyingine na hivyo kusababisha mashaka kuhusu umiliki wake. Katika hali hii, mali zilizothibitishwa kwani za TLC bila utata zina thamani ya shilingi bilioni 15 milioni mia tisa hamsini na mbili, mia tano sabini na nne, na mia nane. Tathmini ilionesha pia kuwa maveterani walio hai wanahitaji matunzo ikiwa ni pamoja na bima ya afya. Mheshimiwa na naibu spika, kamati imetoa mapendekezo ya kuuza mali zisizo na utata ambazo nimezitaja za shilingi bilioni 15 milioni 952 na laki tano hamsini na nne na mia nane, na kutoa fidia kwa maveterani wote walio hai na warithi wa waliofariki, pia kuwapatia bima ya afya maveterani walio hai na kuwaenzi maveterani wote kwa kujenga mnara wa kumbukumbu wa askari waliopigania vita kuu ya pili. Serikali inayafanyia kazi mapendekezo haya na tathmini kuhusu mali yenye utata inaendelea. Mheshimiwa naibu spika, huu ndio mkakati wa serikali wa kuwaenzi wapigania vita wa dunia wapigana vita wa wa vita ya pili ya dunia na kuhakikisha wananufaika na mali zao. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu hayo mazuri ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, mali hizi zenye thamani takriban bilioni 37 ni mali ya chama cha wazee waliopigana vita ya pili ya dunia, ya ya zi zi ya chama, ya dunia yani PLC ambazo wana haki nazo wao na pamoja na watoto wao kwa mujibu wa katiba yao. akini Mheshimiwa Naibu Spika, mali hizi zimekodishwa kwa muda mrefu na pesa tota zinakusanywa, mfano ni Mpanga pamoja na kule Tarime, lakini fedha hizi hazijawafikia wale wazee ambao wanaishi kwa shida na wengine wanafariki hata kwa kukosa chakula. Je, ni lini sasa serikali itahakikisha fedha hizi zinawafikia wazee hao wafaidike nazo? La pili, kamati ya serikali iliyokaa na majadiliano mbalimbali hajawahusisha wazee hawa hata watoto wao. Sasa, Mheshimiwa Waziri yupo tayari kupanga siku maalum ambayo uh, wazee hawa kamati ya wazee hawa na watoto hawa watakutana naye ili washiriki katika kufikia maamuzi haya ambayo serikali imeyafikia? Nimalizie tu kwa kudeclare Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, kwamba baba yangu pia

na sasa tuko hatua ya kuhakikisha kwamba tunawafidia wazee hawa. Kwa hiyo hili linaendelea kutowahusisha wazee waze waliopigana vita na watoto wao. tathmini hii ilikuwa hapana. Mheshimiwa Spika, tathmini hii ilihusisha taasisi mbalimbali za serikali ilihusisha. Bahati mbaya viongozi wa chama cha wote wamefariki, alikuwa amebaki wa mmoja wakati tathmini inaanza, lakini naye sasa hivi amefariki, lakini tulihusisha baadhi ya familia ambayo tumeweza kuwafikia. Kwa hiyo tathmini iliwahusisha wadau mbalimbali, nafikiri ikiwa ni pamoja na wewe mheshimiwa uh, mbunge, tumeweza pia kupata mawazo yako kwa wakati mbalimbali mbali. naomba kuwasilisha Mheshimiwa Halifa Issa. Asante sana Mheshimiwa naibu Spika. Mheshimiwa naibu Spika, kuna wanajeshi wengi wastaafu waliopigana tokia baada ya uhuru mpaka wamestaafu na mpaka leo wako hali lakini za pensheni zao za, za mwezi ni ndogo sana. Je, serikali na mkakati gani kuweza mpaka kuwarekebishia ili waweze kukidhi maisha yao? Yes, asante mheshimiwa Spika. Ni kweli wapo watumishi wa...